Matukio ya Venezuela wa Marekani kuivamia hiyo nchi, si kwamba ni swala la Venezuela tu, hili ni swala sisi sisi sote, na hasa vijana wa Marekani, kama watu wapo wakubaliana na hivi vitendo hata kidogo, kama ambavyo mmefuatilia, labda mmesikia hata wabunge kwenye congress wanapinga vitu kama hivi. wa madhira ya Venezuela kwa asilimia takribani mia moja yanasababishwa na vikwazo vya kiuchumi na hujuma inayofanywa Venezuela na taifa la Marekani na mataifa mengine. Tukizungumza hapa katika hii vita, vita mseto, pia nchi kama Uingereza ilikamata dhahabu, hazina ya dhahabu ya taifa la Venezuela ya karibu dola, dola bilioni mbili Mali zilizokamatwa za Venezuela, mali kwa maana ya meli zake, simasikia meli zinakamatwa za mafuta zina thamani mali, achana mali, kwa maana meli, vifaa chochote, ababu dola bilioni ishirini na nne mpaka bilioni thelathini. Alafu leo utaambiwa mfumo wa Venezuela haufanyi kazi, ujamaa mbaya. Hizi pesa bilioni mia sita na zingefanya nini katika nchi ya Venezuela sasa vyombo vya habari kazi yake ni kutusambazia hiyo kwamba anaua watu. Nizungumze kuhusiana na haki za binadamu nchi ya Venezuela. Katika hiyo misheni, mwaka elfu mbili na tisa walirasimisha kitu ambacho Venezuela nakiita e, communas, mfano wa vijiji vya ujamaa miaka ya sabini, lakini ni tofauti. Sisi demokrasia ya Tanzania hapa tunasema demokrasia kwa sababu tunachagua, lakini sisi tunachagua viongozi baada ya muda gani? Miaka mitano za ni serikali za mitaa ama serikali kuu, si ndio? Venezuela, demokrasia ya uchaguzi sio miaka mitano. Demokrasia ya uchaguzi ni kila siku, ni kwenye kila kitu. Kama kuna kitu kinachohitaji kubadilishwa, ni taifa la Marekani. Kama kuna taifa linalotakiwa lipotezwe kwenye ulimwengu, basi ni taifa la Marekani na mfumo wake uliooza ambao kimsingi ni mfumo ambao sio rafiki Uh, kwa wavujajasho wote dunia lakini pia hata kwa usalama wa dunia wenyewe, kimazingira, kiamani na mambo mengine. Lakini hiya mapambano yafanikiwe, ni lazima sisi sote tulete hizo nguvu zetu za pamoja katika kila pembe uh, ya dunia ili kuhakikisha kwamba tunaweza kuushinda huu mfumo uh, dhalili wa kibebeu. Kwa hiyo sisi kama wa waafrika na ndugu zetu ambao wengi walienda huko kama vile Mensi alikuwa akisema. Uh, ila mimi naona kama kwa sisi natakiwa tushikamane, tuchukane mkono, tuwaunge mkono sisi wa Kongo yeah. Tukakumbuka kwa hiyo tatizo ambao wanakuwa na nayo, kwa sababu tatizo yao ni mafuta yao vinawaletea shida, na sisi hiyo madini ambao wanatupatia wanataka na sisi waukamati kwa hiyo Venezuela wanachokifanya ni kukataa, kukataa wao kuwa ni sehemu ambayo mtaji unatoka nje unakuja unachuma faida Venezuela, unaenda kunufaisha watu wa nje, faida ambayo inazalishwa na watu wa Venezuela hao lakini hawamfaidi nayo. Ndio maana Chavez alipoingia madarakani yeye akaona kwamba kwa utajiri wa Venezuela, mafuta ambao Marekani huwa anaiandaa, zimeandaliwa kabisa kwamba ni kuhakikisha hakuna taifa inaloiziiuu i Marekani na ndio hicho Marekani, kwamba wengine wote mnamsubiria kama taifa ambao wanaweza kwenda kufanya uvamizi nchi yoyote ile kwa matakwa yake mwenyewe na bila wasiwasi kabisa. Baada ya kumchukua anau Rais Maduro pale tatu, alisimama wazi na kusema kwamba Marekani itaendeleza hiki kitendo kilichofanyika hapa Venezuela kwa taifa lolote lile litakaloenda kinyume na Marekani au na interest Marekani. Kwa maana hiyo tunaweza kudhani hata sisi kumbe, tunaweza kwenda kinyume na <coughs> <meza kudana etasisi. coughs> interest zake na sisi yakatokea yaliyotokea Venezuela. Kwa maana hiyo basi, na kila sababu ya kuungana na Venezuela kuhakikisha kwamba kinachofanyika, kinachofanyika Venezuela ni kitendo cha kulaniwa, kinastahili kulaniwa. Haiwezekani, inakuwaje inatokea namna hiyo? Kwa maana hiyo hakuna lego huu hadi sote wavujajasho wa Tanzania na naamini pia wavujajasho wa Afrika kiujumla, tunatuma salamu za mshikamano kwa wavujajasho wa Venezuela na wavujajasho wa Cuba na wavujajasho wa bara zima la Amerika ya Kusini ambao wako kwenye mstari wa mbele kimapambano dhidi ya ubeberu. Tunapinga vikali uvamizi uliofanywa na Marekani dhidi uh, ya Venezuela na tunapinga utekaji wa rais halali wa taifa la Venezuela kamaradi uh, Nicolas Maduro Moros na mkewe Celia Flores. Tunaitaka Marekani haraka sana iwaachilie hawa makomrade. Na iache Venezuela, iache Cuba, iache mataifa yote yaweze kujiamulia yenyewe juu mustaka ya mustakabali wa nchi yake. Marekani haraka sana iondoe vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Venezuela na Cuba, na iache mataifa haya yawe huru kiuchumi na kisiasa, na jumuiya ya kimataifa inayoitwa jumuiya ya kimataifa, kwa kuwa jambo hili si swala la uvamizi dhidi ya ujamaa peke yake, lakini pia ni swala linalokiuka sheria za kimataifa ambazo wamejiwekea wao wenyewe kwenye hivyo vyombo vyao vya kimataifa. Kwa hiyo ni wakati sasa, hiyo inayoitwa jumuiya ya kimataifa isimame kidete kumzuia Trump na kuizuia Marekani kuhatarisha amani ya ulimwengu. Wa Venezuela na wa Cuba wana haki ya kujiamulia mambo yao wenyewe. Irani ina haki ya kujiamulia mambo yake yenyewe. Afrika, bara zima la Afrika na wananchi wake, tuna haki ya kujiamulia mambo yetu wenyewe bila kuingiliwa. Kwa hivyo, kilichofanyika Venezuela ni kitisho dhidi ya ustaarabu, ni kitisho dhidi ya utu, na sisi kama wavujajasho tunaojali utu tunasimama kupinga na kuonyesha mshikamano wetu na Venezuela. Tunataka kuiambia Marekani ya kwamba hila zote hazijawahi kushinda dhidi ya haki ya walio wengi katika ulimwengu. Kwa hivyo tunauhakikishia Marekani ya kwamba ubepari utaanguka, ubeberi utaanguka, lakini tunaihakikishia Marekani kwamba Venezuela itashinda na wavuja jasho ulimwengu watashinda kwa sababu haki mara zote itashinda dhidi ya batili, haki itashinda dhidi ya uonevu na heshima ya binadamu itatunzwa, kwa sababu watu walio wengi katika ulimwengu wanaitaka heshima ya binadamu na sio dhalili kwa utu. Kwa hiyo tunasema kwa kauli moja ya kwamba Marekani itaanguka, Venezuela itashinda, wa Venezuela watashinda wa Cuba watashinda na wavujajasho wa ulimwengu wote watashinda, kwa sababu haki ina asili ya kushinda dhidi ya batili. Na sisi sote kama wavujajasho wa Tanzania tunatoa kauli ya kuwaonya, kuwashutumu na kuwalaani viongozi wa taifa la Marekani chini ya uongozi wa dikteta Donald Trump ya kwamba waache mara moja, na wasipoacha tutaendelea kufanya mapambano dhidi yao sasa na mpaka eh, dahari ikiwa hawatakoma hila na udhalili na udhalimu dhidi ya wavujijasho wa ulimwengu. Yadumu mapinduzi matukufu ya Venezuela, ya dumu, yadumu, yadumu. Mapinduzi matukufu ya Cuba ya dumu, udumu. Mshikamano wa wavujijasho wa ulimwengu udumu, udumu. Uanguke ubeberu, uanguke Cuba, ya dumu. Ya dumu. Ya dumu. Mapinduzi ya Venezuela yadumu, ya dumu. Ya dumu. Wadumu, wa vujajasho wa Venezuela, Kiuba, Afrika na ulimwengu wadumu. Uanguke uzayuni wa Israeli uanguke, uanguke, uanguke uzayuni wa Israeli na Marekani uanguke. Uanguke udumu, ujamaa udumu.